Boss, hey, bosi hey, hey, hey. Ea hey. Tutaiaasa hey. hey. Mlimjaa hivi kwa kina koi ni fla, ila mimi nitonesha kidonda mwaka yuzi juzi nilishinda hela watu nikuwa kama hivi. Ukishinda hela, jamani, wale madalali wa Instagram wanaanza kuona zile nyumba bei rahisi haya. Nashangaa dalali Goba. <laughs> Chumba sebule kina balkon, geti laki tatu na nusu. <laughs> Nikiangalia na milioni tano, nikalipa miezi kumi, jamani. <laughs> Nyumba ni vyombo <laughs> niishi hapo, mimi ni mwanaume mwenzenu, ila nyumba ni vyombo by the way. Jamani, namshukuru sana Mungu kwa uzima Nimeingia na wimbo unaitwa kishindo cha wakoma jamani, achaneni na cha wakoma atuwafahamu, tuje kishindo cha mama Eliud. Mama, eh, leo ndo naongea kwa mwisho kabisa kule chumbani kwake. Unajua, swala la kuingia chumbani kwa kina baba lilikuwa kama kiu ya kila mtu. Sasa na wazazi walikuwa wanajua kabisa kuna mtu anaingiaga huko kwao. Mama alikuwa na tekniki yake ya kuweka funguo na mimi nililijua hiyo anaiweka juu kwenye majifu, kwa hiyo anaangalia ligeukia wapi. Na mimi kabla ya kuichukua na ikagua kwanza, na yaka na, na, na umaki yule mkao wenye ile. Sasa kuna siku nimeingia chumbani na yeye ndo anarudi, afu mama akiwa anarudi, si ametoka kwenye kwaya, kwa hiyo anaimba zili tiririka, tiririka na zili tiririka, ikiwa nyuma ya dirisha inasikika yote zili tiririka, lakini mama anapolisogelea geti inabaki tu kaa sasa unahesabu hapa hadi afike huko chumbani kwake, itakuwa muda gani pale? Sasa ndio kuna ile tekniki na wapa leo. Cha kwanza, unapotoka chumbani hakikisha wakina mama pazia walikuwa wanalifungia na mlango. Sasa ukitoka haraka tu umevivuruga, na yeye akifika anakuwa anajua, sababu chumba kilikuwa na vitu vingi vya siri. Vitu viwili ambavyo vilikuwa chumbani tunavifuata vijana, sasa kimoja ni kulamba kologeti <laughs> unajua wakati sisi tunakuwa Swala la kupiga mswaki ni la wazazi haya. <laughs> wewe unapiga mswaki, naenda kuogeana. <laughs> Hey, hey. hey, Mungu mkubwa jamani, nimemwona Maria yule kule. Maria tulisoma naye shule ya msingi, leo amekuja kazini kwangu. Maria simama tukungie mkono. Maria Maria mwandurusi anataja jina ginaa. <laughs> Yule aleudada wewe wewe, yani Maria, hakuna mahusiano yalikuwa yanavunjika asipite mikononi mwa Maria. Unajua zamani mwanamke akikuacha si anakuandikia barua? Sasa wanaandika hadi kaeka mstari ka chini, kuna maneno hayaishi yale, anayabeba Maria anakuja naye Uniko. Sasa unajua haa, hapa basi uniko imeisha vizuri. Maria namalizia umkome na amesema usipite njia ya kwao. Moja kati ya kitu ninachokumbuka kwa Maria, jamani, wale kwao walikuwaga na hela, wakati sisi tuko shule ya msingi, walifugaga kuku za kisasa, yuna, tulikuwa tunapambana, unawakatia majani ya kuku ili uende kwao wakupe mayai. Sasa unaenda kwa nia ya kupeleka majani. Ile unakuta wameweka na movie ya Sarafina. <laughs> Eh, ninywe maji. Wasema watu mm. Unaitia nje Mama Maria, eh, nimeleta majani, yaacha kwapo nje. Umeona? Ili tu akuruhusu uingie sebleni Kale kamwendo kale ka kakupita nayo mama, ni basi mwanangu, yatue tu huko huko nje. Natamani kumwambia mama, si niambie nibaki niangalie, kwa sababu sifa moja ya movie za Salafina, hamna mtu aliwahi kuimaliza. Unaanza vizuri, wanapompiga tu risasi stimela kwenu wanakuja kukuita sasa. Nyumbani kwao huyu alikuwa na kaka yake, yule kaka alikuwa ni mnyimi. Akiona wachafu anasema mtachungulizia dirishani sasa, dirishani na penyewe anatuweka kimafumbo, ana, anaweka pazia nusu. Kwa hiyo mimi hadi leo nikajua yule stimea alijiangusha, maana wakumpiga risasi alikuwa na msiba. <laughs> kulikuwa na tabia kwenye nyumba ya kina Maria. Saa zingine ukiingia ndani unakuta Maria amechukua kiatu, wameenda jikoni, wanakicheka na mama yake <laughs> wanakicheka yani mama yake. Sasa mtoto mdogo yule mgusaialbaina ta <laughs>